Asha Salma Kijiwe ni mkazi wa kijiji cha Kifinge katika kata ya Balenda. Akishini haidi nimeelewa na kazi zao ambazo wanazozifanya katika wilaya hii. Wao wow, ma macho yao makubwa sana yapo kwenye ulezi wa watoto na akina mama ambao walio katika hali ngumu, lakini sana sana katika ulezi wa watoto kuwajengea mazingira safi, shule na vitendea kazi ambavyo zamani vilikuwa havipo. Leo hivi mwanafunzi amekuwa mchoraji hodari Wakati siku za nyuma ilikuwa hilo neno halikuwepo, lakini ekshedi wamewafanya hivyo. Mpaka leo kuanza kuandika barua mtu mpaka nafika darasa la saba, lakini leo hivi mwanafunzi mpaka wa darasalani ukimwambia niandikie barua kuanza <coughs> kwa hiyo ekshenedi mpaka leo bado hawajaisha nguvu zao nguvu bado wanazo, changamoto wanakabiliana nazo na wanavumilia na na kuwa nazo, na hata sisi kwa wananchi tunao pamoja na wao changamoto zinatokea, lakini ndio binadamu alivyo Matuma. Hawezi kutimiza yote kwa mara moja, wao wao katika taifa zao mbili wanapiga kazi huku na huku, kusini kaskazini. Hmm? Leo hivi tuna mashule bwelele tele za msingi, sekondari, na ukiangalia Mafya ni ndogo, lakini kwa huduma za serikali zinatosha kwa, kwa siloslo sababu Makazi ya Mafia sio kama ya bara. Kijiji Mafia tuseme kipo au hakipo, sababu kila mtu yupo kwenye sehemu yake, na hakuna huduma atakayoleta serikali kwa kila mmoja wapo. Mafia kaiona ipo karibu, nusu itakuwa raha, nusu lazima iwe mbali. bado, bado tunawaomba wafadhili wasituhamishia hao mapema, maana bado tunaona raha. Hakuna anachokifanya sisi tukaona hiki bwana hapa. Kila wanachokifanya wanatufinyua macho na kutujaza.